Makubaliano haya yamekita hasa hasa katika kuipaisha na kuipeleka mbele zaidi a, a, sekta ama nyanja ya utawala bora wa mashirika na taasisi za umma za Zanzibar. Jambo la mwanzo kabisa ni kujengea uwezo ofisi ya msajili wa hazina mwenyewe. Sasa kanusema, utawala bora ni misingi, kanuni na nguzo hiyo kabla ya kufika kwenye utumbo uanze kuzungumzia mtu mzima kwanza. Kwa hiyo ni kuwajengea uwezo wao, ili ukienda kule ndani upate tayari kumeweka sawa sawasawa. Lakini jambo la pili ni kuweza kuwa na, eh, na, na na na viwango vya jumla kwanza ya jinsi, uh, ya jinsi ya uendeshaji na uongozi na utawala bora wa mashirika ya umma ya Zanzibar ambavyo sasa vitatumika na msajili kuweza kufanya ufuatiliaji uhakiki na kutathmini ubora lakini namna ya matarajio ya kuendeshwa hizo taasisi lakini pia ni muhimu kwa sababu eh, haya mashirika yanafuata maelekezo makuu ya, ya, ya, ya viongozi ama ya uongozi wa nchi kuwa na namna ya kuweka makubaliano na matarajio na hilo ni suala ambalo litajitokeza pia ni muhimu kwa hawa viongozi kuweza kukutana kwa pamoja, kuwa na majadiliano mara kwa mara, kujifunza kutoka kutoka sehemu mbalimbali na kadhalika, na hilo pia ni swala ambalo litakuwa sehemu ya mkakati huu. Na katika msingi huo, uh, inaweza pia ikaingia masuala kama eh, uh, makongamano na warsha na kadhalika, ambazo zinasaidia katika, katika kujifunza. Marais wetu wana dira muhimu zaidi katika kuitoa E, nchi hapa tulipo na tunapoelekea, na mabadiliko haya hayawezekani isipokuwa kuyajengea uwezo e, kuyapa miundo mizuri taasisi zetu, mashirika ya binafsi na mashirika ya umma, ili uweze kufikia malengo na kufanya kazi kwa ufanisi. Malengo yetu makuu kama ambavyo yametajwa na viongozi wetu hapa ni taasisi za umma au mashirika ya umma ambayo Zanzibar kule yapo na yale yana viongozi mbalimbali kupitia viongozi wao wataenda kupata masuala mbalimbali jinsi mbali gani wanaweza kusimamia mashirika ya umma kutokana na msaada ambao tutapewa na wenzetu wa taasisi ya wakurugenzi ambao ni wataalamu wa masuala mbalimbali mbali ya utawala bora, usimamizi wa masuala ya uongozi na masuala mengine mbalimbali, na kuhamasisha mashirika ya umma Zanzibar kuweza kufanya kazi kwa ufanisi ili kufikia malengo ambayo mheshimiwa rais ameanzisha haya mashirika.